Haya sasa, Songea unaambiwa hivi, sasa ni mwendo wa kusafiri Songea dar es Salam kibosi. Ndiyo ile kampuni namba moja kwa utoaji wa huduma bora za usafirishaji wa abiria na mizigo, yaani Sama Luxury Coach inapenda kuwatangazia wakazi wote kwamba sasa inaanza rasmi safari za dar es Salam Songea na Songea dar es Salam kupitia njia ya Morogoro, Iringa, Makambako na Njombe. Halafu nauli ni shilingi elfu sitini na nne tu. Safari za Sama Luxury Coach zinaanza rasmi tarehe 19 ya mwezi huu wa tano mwaka huu 2025. Wahi sasa kwa kukata tiketi yako mapema. Pia unaweza kukata tiketi ya kusafiri na Sama Luxury Coach online kwa kutembelea website ya www.samaluxury.co.tz au unaweza kutupigia simu moja kwa moja kwa Songea piga kupitia namba 0754349098 na kwa ofisi yetu ya Dar es Salaam piga simu namba 0757639099. Kwa safari za uhakika kutoka Songea Dar es Salaam, safiri na Sama Luxury Coach.